Wasalimu nyote mandugu kutoka nchi tofauti, Tanzania, Kenya, Uganda, Kongo na nchi zingine ambayo wanatumia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo video hii tutakufundisha namna ya kutengeneza simu ambayo haikamate mtandao, haikuna hai network. Nimejaribu iwezekanavyo lakini bado haijapata network, kwa hiyo tunaenda kuitengeneza. Kuna njia tatu za kutengeneza simu ambayo haina network. Hii ni njia ya kwanza. Kwa maa video zetu zingine utajifunza namna mbili zinayobaki. Mara kwa tutafungua simu, tunafungua simu vizuri, unatoa simu card. Sana sana kama ni simu card kidogo unaweza ukaiacha haina shida, lakini simu card kawamu katoa hivyo hivyo utaivunja. Kwa hiyo sasa tunafungua pole pole, usije ukavunja kio ama display. Tunafungua pole pole, ona hii inakuwa makali. Acha tutajaribu tu, usitumie nguvu mingi ili usijukaribu simu ya mteja. Kwa hiyo tunafungua. Mtandao inaweza kukosekana sababu ya vitu tofauti, hata uchafu, hata njia ambazo zimekatika hata sim card. Kwa hiyo sisi tunajua sim kadi mzima ina shida. Simu iko kwa simu ndio ina shida tu. Tutafungua hapa. Tukiangalia hapa vizuri, hapa chini kuna uchafu. Hiyo uchafu inaweza kusababisha shida ya kutopata network. Tunapanguza na blush na petrol. Tukishapanguza hivi, tutaangalia hapa vizuri kwenye hii housing ya simu hii hapa kuna meno mbili. Hii meno wakati iko saa inalala ndani, utaigusa utaigusa, uitoe ionekane juu, ili iweze kukutanana vizuri na DCM na ground kwenye simu, kama mnavyoona hapa. Na hapa kuna shida, tunaomba tuweke, tuikamatishe vizuri Unaweza ukatumia gani, hata unaweza ukatumia na super glue. Lakini vizuri gani kama hivi, kupitisha gani hivi ni kusudi, wakati ni kama kukamatisha vizuri kama ilivyokuwa mbele kabla haija haribika. Fanya hivi, angalie vizuri hapa ni kukamatisha njia hizo, hiyo ndiyo network antena, hiyo ndiyo njia ya kutoa mtandao. Wakati njia imeharibika ama haikutanane vizuri na njia ya kwenye motherboard, ni kusema simu hiyo haitapata network. Ndio maana tunakamatisha hapa sana, ili iweze ili network antena iweze kugusa kwenye network antena ya ndani kwenye motherboard, ndiyo tunaita GCM, na ground. Kisha tunafunga simu hapa, tunafunga tuone kwamba kuna mabadiliko. Kama hakuna mabadiliko, utaweka fera sude, utaweka e, utasudi kidogo, ili njia ziweze zikakutanane kwa namna nimeambia. Hii ndi njia ya kwanza. Kuna njia tatu, hii ni njia ya kwanza. Naona hapa inaanza kupata mtandao inaanza ku searching inafika kwenye MTN UG, ni kusema simu yetu imepona tayari teketeke kabisa, ni kusema simu yoyote ambayo imeharibika network, hii ndiyo njia ya kwanza. Kama hii video inakusaidia sana, utabonyeza kwenye subscribe na kwenye kingeli ama, ama kwenye hiyo button ili wakati tunaweka video kuje unajulishwa. Simu yetu inapata network, rahisi kabisa kutengeneza simu kama hii. Asante kwa nasi.